Watu sita wamekamatwa na maafisa wa polisi kwa ushirikiano na mamlaka ya NACADA kufuatia operesheni inayoendelea ya kukabiliana na mihadarati katika kaunti za Kisii na Homa Bay. Ni operesheni iliyoanza Jumanne asubuhi hadi jioni. Operesheni hii ya kushtukiza ikifanyika eneo la Nyankongo Kitutu Chache Kusini, viungani mwa mji wa Kisii. Maafisa hawa wakifika hapa baada ya ripoti kutoka kwa wananchi kwamba shughuli fiche zinazoaminika kuwa wa mihadarati imekita mizizi eneo hili. Kila chumba eneo hili likiwa chini ya imara ya maafisa hawa. Msako uliochukua dakika thelathini ikiacha wengi wanaoishi hapa na tumbo joto. Kamanda wa polisi kaunti ya Kisii Ronald Kirui, kwa pamoja na wakuu wa NACADA wakitua hapa kwa kishindo kama njia mojawapo ya kupambana na mihadarati kwa usaidizi wa mbwa huyu. Bangi na aina tofauti ya mihadarati zikipatikana ndani ya chumba hiki Kesare. Mama huyu na vijana hawa wadogo wakipatikana pabaya. Operesheni hii pia ikifanikisha kupatikana kwa takriban shilingi elfu kumi na tatu pesa zinazoaminika ni za uuzaji mihadarati. The drugs, uh, we have as we have seen, uh, we confiscated 134 brooms of a bank. There's also two packs of, uh, 90 kilograms. Uh, operesheni hii haikuwa mjini Kisii pekee. Maafisa hawa pia wakifanya shughuli sawia ya maeneo ya Kasipul mjini Oyugis. Katika jumba hili vijana hawa pia hawakuwa na bahati, baada ya kufumaniwa wakiwa na mihadarati ndani ya chumba chao. Msako uliofanyika hapa ukifanikisha kupatikana kwa sigara zilizopigwa marufuku na zinazoaminika kutumiwa na vijana kadhaa tu maeneo haya. Maafisa wa DCI na wenzao wa NACADA pia wakifanikiwa kuwakamata wahusika eneo hili. NACADA officers. Operesheni kama hiyo inazidi kushika kasi maeneo kadhaa nchini baada ya ripoti kutoka NACADA kuashiria kwamba vijana wengi wenye umri mdogo wanahusika pakubwa katika matumizi ya dawa za kulevya katika miji mbalimbali. Crispin Otieno Runinga ya Citizen Kisii.